Maandiko yetu ambayo tunasimamia kwenye somo hili ni kitabu cha Yeremia. Kwa wale ambao mkuwepo jana, kitabu cha Yeremia 48 msali wa 11 mpaka wa 12, lakini Hosea 9 14 na 15 Chanzo cha pili. Chanzo cha pili ni kuambatana na mataifa, kuambatana na mataifa. Hiki ni chanzo cha pili tunapozungumzia. Kwenye chanzo hiki cha pili cha kuambatana na mataifa kinaweza kikawa na upana mkubwa sana kwa namna ambavyo Roho Mtakatifu anaweza kutusaidia kukielezea. Kuambatana na mataifa, wana wa Israeli wakati wanatoka Misri kuelekea Kanani, Mungu alikuwa amewapa maagizo kupitia viongozi waliokuwa wanawaongoza. Mungu alianza kunena na Musa utaratibu wa namna ambavyo wanaweza kwenda kuirithi nchi ya ahadi, yaani nchi ya Kanaani. Akawaeleza kupitia Musa kitu ambacho kinatakiwa. Na wakati Musa amekufa, tunaona Mungu anatoa utaratibu kupitia Yoshua, hasa wakati ule ambao tayari wamevuka mto Yordani. Wakishavuka mto Yordani, Yoshua aligawanya maeneo kwa wana wa Israeli, zile kabila kumi na mbili, kila watu wakaenda mahali pao. Lakini onyo kubwa lilikuwa Mungu anawaeleza, mtakapokwenda mahali penu, hakikisheni mnawaua wenyeji wote wa mji mliowakuta. Ni nchi ambayo kweli, sio kwamba mtakuta hakuna watu, mtakuta kuna watu, lakini hakikisheni mnawaua wale wenyeji wote. Akatoa sababu kwa nini tuwauwe wenyeji wote, ni kwa sababu watawakengeusha, watawafanya mwabudu miungu mingine. Hii ilikuwa ni athari kubwa kama wakiambatana na mataifa. Tena akawaambia, msiwape mabinti zenu vijana wao, wala vijana wao wasichukue ao mabinti zao, wasiolewe na vijana wenu kwa sababu atamkengeusha huyu anayeolewa au anayeoa, kwa mtu asiyemjua Mungu, maana yake anakengeushwa kwa kuwa huyu ambaye sasa, anamjua Mungu ana kitu ambacho amesukiwa ndani yake aweze kutimiza kusudi la Mungu. Huwe na uhakika, kama hutakuwa na nguvu kumzidi huyu uliambatana naye, huwe na uhakika lazima utapoteza kila ulicho nacho, lazima utapoteza. Ataanza kukushawishi kwa habari ya Mungu wake, kwamba hapa tumefeli jambo fulani, tunataka twende hapa. Kama una nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu, maana yake unajikuta tayari unaondoka kwenye ile asiri Ko, unaanza kwenda kuambatana au kuabudu miungu mingine tofauti na Mungu aliye hai. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie kuambatana na mataifa. Lazima utavutwa. Biblia inasema sisi ni nuru, si ndio? Maana sisi tunatakiwa tuwavute wao. Lakini leo kanisa limevutwa na ulimwengu. Kanisa linatafuta majibu ulimwengu. Kanisa linapata tuni kwa ulimwengu. Watu hawatafuti hata tuni tu za kutunga nyimbo, wanasubiria mpaka akina Diamond, sijui, wakisha pata zile tungo au zile tuni, unakuta na wewe leo kanisani unaingia unakuta pam, pam, pam, pam, pam. Na huko duniani nako ni hivyo, hakuna tofauti yetu. Maana yake tumeambatana na vitu vya ulimwengu, hatupati ule ufunuo wa Roho Mtakatifu akatuleta Mungu, kutoka patakatifu, kwamba kwa wakati huu mlio nao nataka muimbe tungo hizi. Matokeo yake zile tungo tunapochukua za kidunia, hata tukiimba utukufu wa Mungu hauonekani, kwa sababu tumeondoka kwenye asili yetu, tumeambatana na watu wa mataifa. Sio dhambi kuambatana na watu wa mataifa, kwa maana ya kushirikiana mambo ya kijamii ni muhimu sana. Tunashirikiana nao mambo ya kijamii kuambatana ninakokuzungumza ninako kuzungumza ni ile, wewe unaanza kumwambia hebu. Moja, tusome kwanza, tusome Waamuzi, tapata mtiririko mzuri. Waamuzi sura ya kumi na sita mstari wa kumi na tano tuanzie mstari wa kumi na tano pale mpaka mstari wa ishirini. Nipate msomaji mzuri. Waamuzi sura ya kumi na sita mstari wake ni wa kumi na tano mpaka wa ishirini. Kwenye chanzo cha pili kuambatana na mataifa. Waamuzi sura ya 16, kama hakuna aliyepata, acha 15. Na nao nasema karibu. Mwanamke akamwambia wawezaje, hmm, kusema na kupenda. Twende polepole. Amina, Bwana Yesu atusaidia kanisa la Bwana. Kasema nimekuja utumwani, ninafahamu nimekuja huku, lakini Danieli hakutaka kupoteza ile asili ya kimungu iliyokuwa ndani yake kumbe mfalme alikuwa anaabudu miungu mingu. Biblia inasema ya kwamba akasema, hawa vijana kwa sababu wana akili, wameshaona ule uwezo walio nao, wameshaona zile nguvu walizo nazo, sasa wakataka kuteka ule uwezo walio nao, yale macho walio nayo, wakataka kuyateka. Walichokifanya, mfalme akampa ya watu, yani kama vile wanapendwa, ili waletewe chakula kizuri, wapate kula chakula kizuri. ili waweze kunawiri, wasijue kwamba kile chakula kilitoka sadaka kwa miungu, wasijue kile chakula. Sikia nikwambie, Danieli akasema sitajitia unajisi kwa chakula cha ufalme. Usifikiri zilikuwa ni akili zake. Danieli alikuwa anajua ya kwamba hiki chakula kimetolewa sadaka kwa miungu, siwezi kula hiyo sahani, kila ndio macho yangu ya kiroho yatapafuka. Sikia nikwambie, watu wengi wameuza asili za maisha yao ya kiroho ni kwa sababu ya kutaka misaada. Mabinti wengi wameuza asili ya kimungu ndani yao ni kwa sababu wametaka misaada. Sikia nikwambie, ishi na Bwana. Bwana anatokezaja msaada mahali popote, bila kujarisha mazingira, bila kuangalia hali ya familia. Yeye Mungu huwa anatokeza msaada. Uze asili yako ya kimungu ndani yako kwa sababu ya mambo ya kidunia. Usitoe siri ya nguvu zako ambazo Mungu amekupa za asili. Bwana Yesu asifiwe! Kuna watu wengi ulikuwa una macho unaona vizuri, tangu ulipoambatana na yule rafiki yako huoni vitu tena. Mungu alikuwa amesuka kipawa cha unabii ndani yako, leo huwezi kuona tena, huwezi kutabiri, huwezi kufanya chochote. Umesahau na wala hujui kwamba kuna mahali umepoteza wiki. Lazima turejeshe vipawa vilivyofinyiriwa, vipawa vilivyoko mapangoni, vipawa vilivyokamatwa. Lazima turejee na Roho Mtakatifu ataifanya kazi yake kwa ajili ya kurejesha. Kanisa limepoteza ile asili ya Kimungu. Watu wamemiminwa, jana nilizungumza, anafanya vitu ni kweli, unafanya biashara ni kweli, ni sawa, unafanya biashara lakini chini ya kiwango, sio kwa kiwango ambacho Mungu alikuwa anataka ufanye. Bwana Yesu atusaidie sana, Bwana Yesu atusaidie sana. Jana nikazungumza, nikasema kuna watu ambao wana uwezo alafu wao wenyewe hawajui, ila wakikutana na watu anakuambia ise, yani wewe ni bonge la mtumishi. Alafu narudi wewe kwenye mazingira yako ya kawaida, unaanza kutafuta huo ubonge wa utumishi ni upi. Unakuta kwamba a a, yaani hicho ulichoambiwa kama sio cha kwako unajua ni nini hapo, wanachokuwa wamekiona, wanakuwa wameona ile asili, yaani vile ulivyokuwa umeumbwa vile, kile kitu ambacho ulikuwa umesukiwa wewe ndani, ndio kitu ambacho kinaonekana. Kwa hiyo shetani alichokifanya, amekamata hiki cha asili, kiko nyuma, hiki kinachoonekana mbele ni ile bandia. Nilitolea mfano rangi nyekundu. Kuna rangi nyekundu nyingi mno, ukizileta pamoja utakuta zinatofautiana. Atakayekuja kuamua huu ugomvi ni yule aliyebuni hiyo rangi nyekundu, atuambie asili ya rangi nyekundu, yani ile uliyoichanganya ya mara ya kwanza kabisa, ndio hiyo tunayoitaka watu leo wameachiwa ladha ambayo sio. Biblia inasema Mungu amestarehe kwenye sira zake, kama vile divai inavyoweza kukaa kwenye machujo yake, yaani isiondolewe kwenye vile vyombo vyake vya asili, kwa hiyo ina ladha inayokaa. Ndivyo ambavyo watu waliondolewa kwenye ladha zao za asili, wakapelekwa mahali ambapo sio pakwao. Mungu anasema nitakupelekea wamiminaji ili utoke kwenye ladha yako, usiwe na ladha tena. Umesema wewe umekaa una vitu vyako kama vilivyo. Mungu akamwambia kwamba wewe hujawahi kuchukuliwa utumwani. Kanchi kamoabu hakajawahi kuchukuliwa kwenda utumwani, hakakwenda utumwani, kwa hiyo kalibaki na ile asili yake vile vile, jinsi ilivyo. Mahali popote, hata kwenye mwili tu, yanapotokea magonjwa, kuna uwezo unaopungua hata kama utapona, lakini kuna uwezo au kuna udhaifu fulani ambao unakuwa umeingia kwenye mwili. Huyu mtu hawezi kujilinganisha na mtu ambaye hajawahi umwa. Kwanza ukisema yaani, mimi ninaumwa, ambaye hajawahi kuumwa anakwambia hivi, ah, kwanza wanaumwa waje? Ni kwa sababu hajawahi kufanya nini? hajawahi kuumwa. Saa akiumwa wakati mwingine, huyu mtu kustahimili kwake naweza kusiwa kukubwa. Anaweza akafa kwa kaugonjwa kadogo sana, kwa sababu hakuwahi kupitia kwenye magonjwa. Ndio Mungu anawaambia Moabu, Usijiona umestarehe ni kwa sababu hukupitia vita. Wana wa Israeli wamepita kwenye vita, wamepita kwenye misukosuko na ndio maana huenda maisha yao yako hivyo, lakini na kupelekea wamiminaji watakaokumimina wakuondoe kwenye vyombo vyako. Anasema nitaiondoa hiyo ladha, kama vile mtu anayechuja mdivai akaikunuta na kuiondoa kwenye magudulia. Ndicho ambacho shetani amefanya kwa watu, amenimina maisha amewafunika kwa kifuniko kisicho cha Mungu. Pia anasema ole wao wajifunikao kwa kifuniko kisicho cha roho yangu na vifuniko vya shetani, na kinachofanyika ni hiki: Mungu alikuwa amefunika kifuniko chake. Maana yake, Mungu anaposema wa ole oh, oh, oh, wao wajifunikao kwa kifuniko kisicho cha kwangu, maana yake kuna kifuniko cha Mungu kwenye maisha ya kila mtu. Mungu anapotaka kuja kusema, kile kifuniko kinaondolewa na Roho Mtakatifu kwa utaratibu, alafu Mungu anazungumza. Akishazungumza kinafunikwa, kile ambacho Mungu amezungumza kinatunzwa vizuri. Alafu huyu mtu baadaye anakuja anakipakua kutoka kwenye mahali pale, anakipeleka kwa watu. Shetani alichokifanya akaondoa kile kifuniko cha Mungu Akaweka na yeye mfuniko wake, saa Mungu anakuja kuzungumza, mfuniko umekazwa, huwezi kufunguka. Adui amekaza mfuniko, haufunguki ili upokee vile vitu kutoka kwa Mungu. Umeshawahi kuona chupa? Unaweza ukachukua chupa ukachukua mifuniko inayofanana fanana, fanana. kilichotunzwa mule ndani ni kile kitu halisi, lakini mfuniko uliofunika juu. Mfano, umechukua maji ukaweka kwenye chupa, lakini bahati mbaya ya hii chupa mfuniko wake ukapotea, ukatafuta tu mfuniko unaoendana endana, endana, unaweza ukafunga, ni kweli, na ukakaza, yale maji yakatunzwa kwenye ile chupa, lakini ukiinamisha, wakati mwingine utakuta bado inavuja, lakini mfuniko umekaza. Kwa nini? Sio wa kwake, kile kifuniko sio cha kwake. Au mfuniko unaweza ukakaza vizuri, hata kisimwagike kile kilichoko ndani, lakini kisitoke kabisa kile kilichoko ndani. Mfuniko mwingine ukiweka kwenye chupa nyingine, ndio umekaza, huwezi hata kufungua. Utakapotafuta njia za kuweza kufungua, ndio saa utajikuta umepasua hata chupa yenyewe. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa wengi wamebadilishiwa maisha, wamebadilishiwa nafasi, wamebadilishiwa kwa sababu ya kuambatana na mataifa. Umefichua siri za familia yako, umetoka kijijini kwenu, umekuja mjini, unajiunganisha tu na familia ah, sisi tunataka tuwe nini, mnaita family friend, unajiunganisha hujui wanamwabudu Mungu yupi. Ile mikoa ya kwetu Mbeya kule kuna shida kubwa, wanaotoka Mbeya watanielewa. Unajiunganisha na lifamilia fulani liukoo fulani, alafu kumbe lile liukoo wanaabudu miungu. Matokeo yake, kwa kuwa wale watu wanaabudu miungu unakwenda na ile asili yako ya kimungu ndani ya familia isiyomjua Mungu. Na wengine sasa hivi wanasema tunamjua Mungu wako kanisani, lakini wanaabudu miungu. Wanakwenda kanisani ni kweli, wanaenda wanaabudu ni kweli, wanaenda wanatoa na sadaka, wanaenda wananunua na vyombo vya kanisa, lakini wanaabudu miungu wao kwa sababu hutaki kufuata ule mtiririko wa Roho Mtakatifu na kile anachokuongoza. Unaenda unajichomeka kwenye ya familia. Ukijichomeka kwenye hiyo familia wanaanza kutazama hao waliojichomeka wana nini. Wanakuta una uwezo wanakuta una nguvu ya kufanya jambo fulani. Wanachomoa ule uwezo wako wa asili wanawapa watoto wao. Wanachomoa ile nguvu ya asili ya biashara wanawapa watoto wao. Wanachomoa ule uwezo wa elimu kitu alichokuwa amesuka Mungu ndani yako wanawapa watoto wao najikuta kwamba umekaa matokeo yake, unaanza kuendeshwa na ile familia, utaendeshwa na ile miungu, utakula chakula chao. Sasa unakula chakula chao ndio unafungua malango ya kuondolewa kwa asili. Na wakati mwingine tukalalia na vitanda vyao, wakati mwingine tukabadilishana na mavazi, wakati mwingine tukala chakula pamoja, lakini tusijue, ndivyo ambavyo tulikuwa tunakamatwa hatima zetu, ili tusifike mahali ambapo Mungu amepakusudia. Bado inawezekana. Bwana Yesu atusaidie, bado inawezekana. Ngoja nitolee mfano mmoja hivi mzuri. Palikuwa na familia moja ikaambatana na familia nyingine kutoka kijijini. Walipoambatana, ile familia ikapata umiliki, yaani huyu baba na huyu mama walisafiri. Sasa nichukulie mfano, mzee wangu wa kanisa, wewe umetokea wapi? Umetokea Kigoma, umekuja Dar es Salaam, unakutana na familia huku, unaoa, unazaa watoto, lakini baadaye kutoka kule Kigoma, lazima kuna mahali ulipofikia, si ndio? Ulipofikia wakasi mimi nakukabidhi huyu mtoto ni wa kwako. Akachukua mkono wa kwako, akachukua mkono na wa yule baba aliyekupokea au mama, alafu akawashikanisha. Yeye kama mzazi anakuondoa kwake, anakukabidhi kwa huyu bwana. Hujui wanamwabudu Mungu yupi? Inawezekana ni kweli, mmekutana naye kanisani lakini usijue shetani alichokifanya, kwa sababu anajua kilichoko ndani. Ngoja ni niwaambie, sio kwamba shetani huwa ajui mtoto akizaliwa amebeba nini, anajua. Na ndio maana saa Yesu amezaliwa, Biblia inasema ya kwamba nyota ilionekana. Ilipoonekana nyota, ile nyota ilikuwa imebeba tafsiri, huyu aliyezaliwa ni nani. Saa hiyo Herode anaanza kutafuta sababu amejua. Herode alijuaje? Alijua kwa njia ya wale mamajusi wale, walikuwa ni wasoma nyota, wataalamu wa nyota. Kwa Kiswahili cha leo niseme, waganga watabiri. Amjaona huko mnasoma sema, mimi nimezaliwa mwezi wa tano, sijui ni sigiri masuke, sijui ni makaa, sijui ni kitu gani. Ule ni uchawi, ni uchawi ule. Niliwaambia watoto wangu Marufuku kuandika tarehe mliozaliwa Facebook au TikTok, mwaka wa kweli mliozaliwa na tarehe ya kweli mliozaliwa. Wengi wamekamatwa Facebook na hapo tutajikuta tuko wengi. Unaijua madhabahu ile? Ni madhabahu. Unamjua naye miliki Facebook wewe? Unafahamu anatoa sadaka kwa Mungu yupi? Kwa sababu yule anaingiza ni fedha ile fedha anayoingiza anapeleka wapi? sadaka zake anamwabudu Mungu yupi? Unamjua anayemiliki TikTok wewe? Umejianika mle, umeenda na wengine. Sasa hivi ni wanafanya mambo ya ajabu kabisa ana tumbo anajianika Facebook, anajianika TikTok, anajionyesha yeye ni mjamzito, ni ana mimba. Kitoto kimezaliwa, amekirusha Facebook. Wanakamata maisha ya hao watoto, alafu mtoto akizaliwa haeleweki. Unaanza kusema mimi, mtoto wangu sijui imekuwaje. Ulianza kumtambulisha Facebook kwa miungu Asili ya yule mtoto inakamatwa TikTok asili ya yule mtoto inakamatwa Facebook asili ya yule mtoto inakamatwa Twitter sijui na huko kwenye Instagram umeyaanika mambo yako peupe. Nilimkemea kijana mmoja, amejenga nyumba nzuri sana alafu akajianika, kapiga picha ile nyumba alafu akairusha Facebook. Nikasema mwanangu, umejianika usije ukatafuta mchawi. Na wakati mwingine kama hujapata neema ya kukusaidia ukajua mchawi ni nani, hautampata Facebook huwezi kujua. Na maadui zako wengine wako Facebook, akikuona kwamba huyu ndiye yule anasema, he, kumbe ndivyo alivyo. Wanaanza kukutafuta wanafyanza, ule uwezo wa kufanya vitu unajibakia kopo Bwana Yesu atusaidie sana. Asili za watu wengi zimepotea kwa njia nyingi mno. Kuna mambo mengine ya kiufunuo, hata sisi watumishi wa Mungu, kuna mambo ya kiufunuo ambayo hatuwezi kuweka Facebook. Kuna vitu tunavyoweka Facebook, kuna mahubiri tunayoweka Facebook. Saa nyingine kama tumepewa chakula cha watoto peke yake, Mungu hakusema tupeleke Facebook, hatutapeleka, kwa sababu chakula cha watoto hatuwezi kuwapa mbwa. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa nikamwambia kijana wangu, unaweka vitu vyako Facebook, TikTok Yani, anaanza anakwenda chuoni mwaka wa kwanza, anakwenda kusoma udaktari, anaweka mambo yake, akavaa na yale manguo anayaweka hapo TikTok, ninaanza msimu mpya. Shetani anakuambia okay good, unaanza msimu mpya. unapofika tu mwaka wa pili, mapepo. Ngoja niwape mfano. Tunduma nilikuwa na semina kama hii Tunduma mwezi wa tatu, nafikiri tatu wanne wanne tumefanya ile semina tukasoma neno la Mungu tukajifunza, siku ya pili ninayo, ah, niliyo kwa nimeanzia semina, ameletwa kijana mmoja ametoka huko Dar es Salaam, na itabidi nimtafute nijue yuko wapi. Ameletwa kuja kuanza shule mwaka wa kwanza, akasoma vizuri kabisa mwaka wa kwanza, mwaka wa pili akiwa amekuja kule Tunduma, sasa kwa ajili ya kuweza kufanya vitu fulani. Amekaa yuko na simu, akiwa amekaa yuko na simu na mtoto mwingine mdogo mdogo wake, ilikuja radi ikampiga pff, kapiga upande mmoja. Ilipopiga upande mmoja, yule kijana akabaki amekaa kama huu upande wote haufanyi kazi, huku juu kunafanya kazi upande mmoja, lakini kukata hivi kuja huku hakufanyi kazi, na upande huu wa huku na mkono hakufanyi kazi. alafu ndo ameletwa kwenye semina, nikauliza ni kitu gani kimetokea, wakasema ni radi imempiga. Roho Mtakatifu akaniambia sio radi, na kama ni radi ni radi ya kichawi, sio radi ya mvua Tumeomba, tumeomba. Yule kijana amelala madhabahuni, Roho Mtakatifu ananiambia hatima ya elimu imezuiliwa, na tayari ameshafungwa minyororo. Sasa cha kufanya, anza kuita. Tukaanza kuita, tukaanza kuita. Roho Mtakatifu baadaye akaniambia, usimwombee huyu mtoto, tafuta mama yake, yuko wapi? Yesu atusaidie sana. Nikamwita yule mama, nikaambia mama, shika tumbo lako. Aliposhika tumbo, Roho Mtakatifu akaanza kuniambia kwamba huyu mtoto anatakiwa atolewe kafara, kwa sababu kuna maneno yalitamkwa kwamba huyu mtoto ni uzaliwa wa kwanza, anatakiwa atolewe kafara kwa ajili ya mali. Unajua sio vitu vi, virahisi. Unaweza kumwambia mzazi, si ni sawa? Aliyetaka kumtoa kafara ni nani? Namshukuru na Mungu, Roho Mtakatifu alinipa ujasiri, nikamwambia mama, huyu mtoto ni kafara, ndivyo nilivyoambiwa. Yule mama aliangua kilio, kashika mikono kichwani, akaanza kunipa historia kwamba ni kweli, mimi hapa unaponiona, baba yake huyu mtoto tuliachana. Ugomvi mkubwa uliokuwepo ni kwamba tumtoe mtoto huyo awe kafara, ili tupate baali, kondoa ilivunjika na kuharibika kwa sababu nilikataa. Tukaanza kuita nafsi yake, tukaanza kukataa ile kafara, tukaita damu ya Yesu, tukakomboa na kwamba afefika mwaka wa pili chuani bado hajafa, lazima afe, lazima lile agano. Kumbe yule baba kule bado anaendelea kwenda kwa waganga kutafuta ili yule mtoto atolewe kafara. Tukasema sasa, tunaihamisha hii, sikufa ni kuzuri, kutolewa kafara ni kuzuri, tunahamisha iende kwake, Aone kama ni raha kufa. Tukaomba, tuliomba yule yule kijana mpaka semina inakuja inaisha. Kwanza walimpeleka hospitali, wanapima hakuna kitu, yaani pamoja na vile alivyo vile, miguu imedendeluka huku, afanyi chochote, wanasema hakuna ugonjwa. Tukamwambia ni vizuri sana. Tumepata nini? Kinachofanyika wiki nzima tunaomba, na yule kijana anatembea, mwili una vibrate, ni umeme mtupu mwili Asante, Mungu alimfungua. Leo amerudi tena yuko chuoni. Anaendelea na masomo yake. Nini ambacho kimefanyika? Kujieleza eleza. Unajua mimi sasa hivi nimepanga, nimeplani kuna mradi fulani nataka kuufanya moja, mbili, tatu. Wanatangulia mbele, wana block. Nirudi kwenye ule mfano kuambatana na mataifa. Au watu usio wajua huyu amefanya amekabidhiwa kwa yule aliyempokea. Sasa unajikuta unaingia kwenye ile familia, kila kitu mnachokifanya lazima muende kwenye ile familia, mkusanyike. Sasa ile familia walichokuwa nakifanya, kila tarehe moja wanakwenda wanapika chakula wanakula kwenye ile familia. Kumbe ndivyo ambavyo wanaendelea kuuza ile asili kadiri walivyokuwa wanaendelea kujiungamanisha na ile familia, wanafanya sasa. Wewe watoto wako wanazaliwa, unasema yule mama sasa aliyekupokea, unasema huyu ndio bibi yenu, na wale watoto wanasema ee, kweli. Na hata watoto wako wanaofika kwako, hao wa kutoka kwa ndugu zako, unasema jamani, huku tuna familia, Mungu ametupa familia huku, usijue unaendelea kuuza. Sasa unapojikuta unaendelea na maisha, kila unachokifanya Haufanikiwi. Kila unachojaribu kukishika hakishikiki. Umejiingiza kwenye familia ambayo wanaabudu miungu. Ile miungu imenyang'anya na ina uhalali kwa sababu wewe ulikabidhiwa kwenye ile familia kiagano. Samsoni huyu si alikuwa mke ameshamfanya ni mchumba wake, saa amemfanya kuwa mchumba wake na mwanamke anayetaka kumuoa, ndio saa ambayo aliuza ndio saa ambayo alinyonywa ile nguvu, ndiyo saa ambayo ule unadhiri wake uliondolewa. Na wakati mwingine anaenda anasema, nitafanya kama siku zote nitajinyosha. Ndivyo ambavyo watu leo wamebaki, wamebaki tu na yale mazoea. Mke wa Finehasi akasema Ikabodi, mtoto akamuita Ikabodi, utukufu wa Mungu umeondoka, sanduku la Bwana limeondoka. Siku moja Mungu akanipa ujumbe akaniambia kwamba liambie kanisa wasianguke vitani wakiwa na sanduku la Bwana. Kuna watu wameanguka vitani na wana sanduku la Bwana. Ana kitu kikubwa cha kimungu kiko ndani yake lakini kwa sababu ya kuambatana na watu fulani wakati mwingine hata biashara umeenda umejiunganisha na mtu unafanya naye biashara, hujasukumwa na Roho Mtakatifu ile saa umejiunganisha, ndio mtaji wako ukaanza kuporomoka, maisha yako yakaanza kuporomoka, huorowi ni nini ambacho kinafanyika. Umemwamini rafiki.